Kwa kasi kweli kwelikweli. Eh. Haya, asante sana vijana wetu. Vijana wetu. Tumefanya mengi sana chama cha Mapinduzi kuleta maendeleo ilani yetu ya 2020-2025. Tumetekeleza mambo mengi, afya, elimu, maji, barabara na kadhalika na kadhalika moja. Hata hapa tu kwenu hatujawaacha nyuma chase Tumechimba kisima kizuri, tumeleta hapa masola pawa makubwa ya kuweza kusukuma maji wakati ule umeme, sasa wanasukuma. Zahanati yetu na madawa tumeongeza mahospitalini, tumewaletea waganga, walao hawajatosheleza wapo wanatibu watu. Shule zetu tumejenga, watoto wetu tunawafundisha, na wengine walimu tunaongeza, na tutaendelea kuongeza madarasa. Huo ni utekelezaji wa ilani ya chama chetu, kwa maana tuliona watoto hawawezi kukaa hivi bila ya kutengeneza shule, tukasema tutengeneze shule. Maana yake mlituamini mkatupa dola, sasa tukatengeneza shule. Lakini tukitengeneza shule watoto wataumwa, tufanye nini? Tukasema tukajenga zahanati. Lakini hapo hapo amani na utulivu itakuwaje? Tukasema tuweke mwenyekiti wa kitongoji, tuweke hapa veo, tuweke mtendaji wa kata, tuweke mtendaji wa kijiji, hivyo tuweke hapa DC hapa dasi hapa mkuu wa mkoa, kazi ya serikali yetu ya sisi chini ya mama Samia Suluhu Hassan. Ndio maana tumekuja tena kuwaomba jamani, ridhaa kwa kipindi hichi ishirini hii na tano thelathini, tumpe mama Samia Suluhu Hassan, atatusaidia atafanya kazi nyingi. Tarehe ishirini na tisa tutampa kura na mimi mwenyekiti wenu wa wilaya hii nataka nijue wenzangu wameona, nikaona mikono mingine ilikuwa wanyanyui kwa Mama Samia Suluhu Hasani, wale watakao wanaosema ishirini na tisa tutawapa kura Mama Samia Suluhu Hasani, hatutamnyima kura Mama Samia Suluhu Hasani. Hebu nione mikono ya juu. Mama Samia oye! Sisi emo oye, oye! Sisi oye! oye! ini tumpe amani. Waligombea na mwenyekiti wetu wa kijiji hapo, yuko wapi ule mwenyekiti wa kijiji wetu? Amesafiri eh, lakini anatuunga mkono, ni kijana ana uwezo mzuri huyu, ambaye mwenyekiti wa kijiji namjua vizuri, waligombea na ukinaamani na mwenyekiti wetu wakati, lakini kwa kawaida chama chetu yule atakayeteuliwa ndio atakayeungwa mkono, na siku nyingine na yeye atakuja kuingia, wote wanaungana mkono ndio maana ya chama chetu wanaendelea kuungana kwa kawaida. Ukipigiwa kura hazijatosha unaunga wenzako mkono, na hata wa mwenyekiti wenu anaunga mkono. Tulionana naye tulizungumza naye ananifahamu vizuri. Sasa naomba sana, tarehe ishirini na tisa tumpe Amani, tumpe Amani ili aweze kutuongoza kwenye kata hii. Amani, hebu uje bwana ni nione nami nikuombee kura hapa. Eh, kijana wenu hapa baba, baba huyo, baba, baba, baba, baba, huyo. Hmm. Amani oye tutampa yeah. Kura yeah. Hebu niwone mikono ya amani yeah. Ah, <laughs> CCM we CCM safi. Safi. Safi Samia safi, safi. Mheshimiwa Kuti safi. Safi amani safi, safi. Ndugu zangu wananchi wa kijiji cha Chasi nimenifurahisha no sana kwa sababu nimeona vitu naonaga kwenye simu vijana wangu pale wamenifurahisha sana sana, kwa kweli mimi nalipenda, nitoe shukrani za dhati kwa sisi sote, kwa sababu mie naamini nyinyi ndio mliotuunga mkono ile tarehe nne kwenye kura za maoni mkatupitisha. Mimi nataka niseme kitu kimoja, wananchi waChasi, nachowaomba ikifika tarehe ishirini na tisa tujitokeze kwa wingi sana, tukapige kura zote, kura kwa mama Samia. Wangapi wanampa kura mama Samia? Wote, tukitoka hapo tunampigia Mheshimiwa Konti mbunge wetu wangapi? Tunampa wote. Basi na mwisho ni mimi kijana wenu, mimi ni kijana wenu, mtoto wenu, nimezaliwa humuhumu ndani na watu wengi wananifahamu. Asanteni sana, naombeni kula zenu. Asanteni sisi <tap> sisiemu <tap> <CCM> oye. <tap> Unamwona bwana ana uwezo wa kujenga, ana uwezo wa kujenga hoja, lakini ana uwezo wa kujieleza sema sisi hemu oye! Ndugu zangu Kunti, Kunti ndio mgombea wetu wa ubunge katika jimbo hili aliyeteuliwa na chama cha mapinduzi, kwenye wajumbe wa mkutano, wajumbe wa halmashauri kuu ya CCM taifa yeye kateuliwa na halmashauri kuu ya taifa, mwenyekiti wake ni rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Kunti atatusaidia sana ili jimbo. Ndugu zangu, Kunti alikuwa mbunge wa viti maalum, lakini wakati akiwa mbunge wa viti maalum bado amesaidia ili jimbo kulisimamia na kulizungumza kutaka maendeleo yaweze kuletwa katika hili jimbo. Kundi Yusufu Majala oye! ishirini na tisa mwezi wa kumi tutampa kura. Tuone mikono ya kundi Yusuf Majala. Kundi oye! Mheshimiwa, karibu sana. <laughs> Chase oye! Chase oyee, Chase oyee, Chase oyee, ndugu zangu wana chase tunatamani sana. tarehe ishirini na tisa ya mwezi wa kumi, mwende kwenye vituo vyetu vya kupigia kura vilivyo mahali hapa kwenye kijiji chenu mkapige kura yako ya ndio kwa wagombea wangapi? Watatu. wagombea wangapi? wa wa kwanza, wa pili, watatu Apani. Tunaomba sisi itatu bora, tunawaombeni kwa unyenyekevu mkubwa, mkatupe ridhaa hii ili tuweze kupata fursa ya kuingia kwenye nafasi hizi na kuanza kuwatumikieni Samia Kunji na Amani. Sisi tuko tayari kuungana na nyinyi kwenda kuendelea kusukuma gurudumu letu la maendeleo kwenye maeneo yetu tunayoyaishi. Ndugu zangu wa Tanzania wenzangu, safari hii Chemba tunasema, kura yako maendeleo yako, piga kura viongozi wako wapate ufunguo wa kuyafungua maendeleo yaweze kutufikia hapa Chase na ndugu zangu wanachase, sisi angalau tunashukuru Mungu, serikali pamoja na nyinyi wananchi mmeweza kushirikiana vyema na kuweza kufikisha huduma mbalimbali za kijamii, lakini bado huduma kadhaa ambazo zinaendelea kutupa changamoto kwenye maeneo yetu. Na sisi tumekuja leo ili tuweze kuwaombeni fursa hiyo ya tarehe ishirini na tisa mkatupe tuje tuendelee kushirikiana na nyinyi na kuendeleza yale ambayo yapo, mliokuwa mnaendelea kushirikiana na viongozi wenzetu waliopita. Tumekuwa na malalamiko makubwa ya miundombinu yetu ya barabara, nami ninalitambua hilo, lakini pamoja na kulitambua pia Mheshimiwa Rais wetu mpendwa Daktari Samia Suluhu Hassani naye pia nilimzungumzia, na nikalisemea na yeye akalipokea na akatuahidi kutoongeza fedha kupitia TARURA ili tuweze kuboresha barabara zetu za kuunganisha vijiji kwa vijiji kata kwa kata, lakini na wilaya zetu pembezoni tuweze kuziunganisha na kuzifungua barabara hizi. Kwa hiyo wanachase, mnapokwenda kupiga kura, mnaenda kupiga kura ambayo itafungua mlango wa maendeleo utakaokwenda kutuboreshea miundombinu yetu ya barabara ndugu zangu, anachase pia, nafahamu umeme uko hapa kijijini na baadhi ya vitongoji na baadhi ya vitongoji haujatufikia, lakini taasisi zetu pia za dini, taasisi zetu elimu pamoja na zahanati zetu, tuwaombeni, twendeni mkatupe hiyo fursa, tukasimamie kwa kipindi chetu cha miaka mitano, tuende tukahakikishe kwenye vijiji vilivyobaki vitatu na vitongoji mia mbili hamsini viende vikapatiwe umeme na hatimaye Watanzania wote wa kijiji cha Chase na vitongoji vyake muende mkapate huduma hii muhimu. Lakini ndugu zangu, ninafahamu pia tuna changamoto ya miundombinu ya elimu pamoja na afya. Tuna upungufu wa walimu, tuna upungufu wa majengo, tuna upungufu na uchakavu wa madarasa yetu kwenye shule yetu ya msingi tuhakikishieni tunakwenda kulisimamia hilo. La kwanza kwenda kuboresha hiyo miundombinu, kwa yale madarasa chakavu twende tukayasimamia na tuone namna gani tunaenda kuyarepea ili yaweze kuwa na hadhi ya mtoto wetu wa Chase wa kuingia darasani na kupata elimu iliyo bora. Lakini pili, ninafahamu kwenye zahanati yetu hapa tuna watumishi wawili tu, lakini mbaya zaidi watumishi hawa wote ni wa kiume na namanya nyingi kumekuwa na changamoto kubwa, wakina mama wanapokuwa na yale mambo yao wamekuwa wakiona aibu kwenda kumweleza daktari yule ama nesi au mhudumu aliyoko pale kwa sababu ya jinsia yake. Mama zangu, ninatambua hilo na nimelipokea kwa unyenyekevu mkubwa. Jioni ya leo nitaongea na DMO waweze kutufanyia msawazo wa watumishi, watuletee mhudumu wa kike hapa ili aweze kutusaidia kutuhudumia wanawake. Kwa hiyo ndugu zangu, ni waombe tunapokwenda kuleta watumishi hawa, tuombe tuishi nao vizuri. Sisi ni binadamu, hakuna aliyekamilika, lakini tuone ni sehemu ya maisha yetu. Tukiwaleta wapendeni, shirikianini nao, ili waendelee kutuhudumia kwenye maeneo yetu. Lakini vivyo hivyo serikali kupitia rais wetu jamhuri ya muungano wa Tanzania daktari Samia ametangaza kwenda kuajiri walimu elfu saba tunafahamu shule yetu ya msingi na upungufu wa walimu kati ya walimu hao elfu saba basi na mimi kunji niende nikasimame kupitia wizara yetu ya tamisemi tuwaombe watuongezee watumishi wa elimu hapa tupate walimu wa kutosha ili watoto wetu waweze kupata elimu iliyo bora na si bora elimu. Lakini ndugu zangu wa Tanzania wenzangu, wachasi, hali kadhalika tunatamani sana baadhi ya tuende, wenze, vitongoji ambavyo bado havijafikiwa na huduma muhimu ya maji, tuende tukasimamie, tuwasogezee wenzetu kwenye vitongoji ambavyo havina maji nao waende wakapate maji wakina mama waweze kupunguza muda lakini na umbali mrefu wanaoendelea kwenda kuyasakanya maji yalipo yalipomiwa. Ambayo uko mbele yangu, mimi ninaitwa Elimina William, ni mkazi wa hapa Chase, mwenyekiti wa t lakini niliyopo mbele yako hapa, sina swali cha kwanza kabisa kinachonikea mimi binafsi, sijajua wenzangu wanakijiji wa Chase ni miundombinu ya barabara barabara yetu, kipindi cha masika tunapata tabu sana, magari kuingia kutuletea vitu nini, yaani tunapata shida. Mtu unaweza ukawa umeagiza kitu, kinabaki siku tatu au nne barabarani, gari inakuwa mafika eneo msika. Ni konda wa magari na changamoto sana ya kijiji chetu cha Chasa, tuna barabara moja ambayo inasababisha sisi tupate usafiri kutoka Kongogo kuja Chase ni changamoto kubwa sana tunapata njiani, tukiwa tunatoka mjini tunakuja, tukifika Kongogo santimo ndiwezi kufika Chase kwa sababu ya mwendo mbinu haipo sawa. Mheshimiwa, tunakuomba hii barabara ina miaka mingi sana, lakini si barabara, wanasema ni palio la ng'ombe. Sisi tunajua ni barabara ya kupitia kufika hapo, tunaomba hivi utu ukishapata madaraka, naamini kwamba wewe ni mheshimiwa wetu kwa sasa haipingwi. Kwa hiyo ndio hilo tu la kukazia, mimi kama mimi, asante sana na kushukuru sana, sana. Kaka asante sana na mimi pia. Kwa majina naitwa Amosi Huseni Hasina, ni mkazi wa hapa Chase, ni kijana mimi binafsi mwenye diwani pamoja na mheshimiwa mbunge niko nataka niongee kitu kimoja ambacho huwaga ni kama ni kero fulani kwa upande wetu watu wa Chasi. Mimi nitasimama nitazungumzia kuhusu jiografia yetu ya kata ya Chasi. Jiografia yetu ya kata ya Chasi, ya Chasi ukiangalia ramani kiukweli imekaa vibaya sana, kama imekaa watu wanaoishi ambayo hawaelewe chochote. Kwa hiyo nikishakuwa unataka huduma za kikata unazipata kwa shida sana mheshimiwa ukichukulia kutoka Chinika hadi kufata huduma pakikata kwenda Babayu ni kilomita nyingi sana. Ukichukulia kutoka Nanta mpaka kwenda Babayu ni kilomita nyingi sana. Ukichukulia kutoka hapa mpaka Babayu ni kilomita nyingi sana mheshimiwa. Kwa hiyo kwa mimi binafsi, napenda nikuomba mheshimiwa mbunge kama itawezekana, itawezekana kwa sababu paka dakika hii hamna mtu akukupinga, ujaribu kutusogezea huduma zile muhimu za kijamii zakikata ili tujaribu kupatikana hapa chasi ili na sisi tuweze kuvipata hizo huduma kwa urahisi zaidi. Tunashukuru Sina... sana ndugu zangu ambao mmetamani kushiriki na sisi, nasi tuseme yote tumeyapokea, na swala hili la miundombinu kwa maana ya jiografia ya kata ya Babayu imekuwa ikisemwa kila leo, kwa niombe tutakwenda kuliweka kwenye mipango yetu. Serikali za mitaa watakapokwenda kutangaza uongezaji wa maeneo ama uanzishaji wa maeneo mengine, basi tutengeneze mazingira rafiki ya kata hii namna na bora ya kuigawanya, ili wananchi wetu tuweze kutengeneza mazingira rafiki ya upatikanaji wa kata itakayoleta jiografia rahisi kwenu. Kwa hiyo hili nalo ndugu zangu tulipokee na tuende nalo ili tuende tukaiweke kwenye mipango yetu. Lakini yote yaliyosemwa mengi, wamekuja kusisitiza swala la miundombinu, uwepo wa watumishi hospitalini kwetu, kwa maana ya zahanati, pamoja na swala zima la uwepo wa walimu kwenye shule yetu. Mimi ni washukuru sana Watanzania wenzangu, tutakwenda kushirikiana nanyi na kunti Samia pamoja na amani, tunawaahidi kwenda kuwa watumishi wenu walio bora, watumishi tuliokwenda tutakao kwenda kuwatumikieni kwa, kwa, kwa unyenyekevu kwa heshima, lakini pili tutawatumikia kwa kushirikiana na nyinyi kwa maana ya kuwashirikisha kila hatua. Wangapi wanasema tarehe 29 na wataenda kumpigia Daktari Samia Suluhu Hassan awe rais wetu wa Jamhuri wa Muungano wa Tanzania, nione mikono yake juu. Yule pale Mang'ati, yule yule yule yule. Ehe, amenyoosha na yeye. kwa kunti Yusufu Majala awe mbunge msemaji wenu kwa niaba yenu ndani ya bunge lenu tukufu, nione mikono yake juu. Amina, asanteni sana. Wangapi wanasema wanaenda kumpa amani kura nyingi kwa ajili ya kuwa diwani wetu ndani ya kata yetu ya Babayu nione mikono yake yote juu na washukuruni sana na wapendeni sana wanachase. Mungu awabariki sana na kila laheri.